tumsifu yesu kristo tunapoadhimisha dominika ya matawi somo la injili kukumbuka kuingia kwa bwana huko yerusalemu ni injili ya mtakatifu luka sura ya kumi na tisa aya ishirini na nane hadi arobaini na katika misa takatifu somo la kwanza ni la kitabu cha nabii isaya sura ya hamsini aya ya nne hadi ya saba Somo la pili ni la waraka wa mtume Paulo kwa Filipi sura ya pili aya ya sita hadi ya kumi na moja na injili takatifu ni historia mateso ya Bwana kitoka katika injili ya mtakatifu Matayo sura ya ishirini na sita aya ya kumi na nne hadi sura ya ishirini na saba aya ya sitini na sita. Tusikilize Injili. Kukumbuka kuingia kwa Bwana huko Yerusalemu. Wakati ule Yesu alitangulia mbele akipanda kwenda Yerusalemu. Ikawa alipokaribia Betfage na Betania kwenye mlima uitwao wa Mizeituni, alituma wawili katika wale wanafunzi akisema Nendeni mpaka kijiji kile kinachowakaribia, na mtakapoingia ndani mtaona mwanapunda amefungwa, ambaye hajapandwa na mtu yeyote bado. Mfungueni mkamlete hapa, na kama mtu akiwauliza mbona mnamfungua, semeni hivi, Bwana ana haja naye. Na wale waliotumwa wakaenda, wakaona kama alivyowaambia na walipokuwa wakimfungua mwanapunda wenyewe waliwaambia, mbona mnamfungua mwanapunda? Wakasema, Bwana ana haja naye. Wakampeleka kwa Yesu, wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda, wakampandisha Yesu. Na alipokuwa akiingia, alitanga walitandaza nguo zao njiani hata walipokuwa wamekaribia mteremko wa mlima wa Mizeituni, kundi zima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu Mungu kwa sauti kuu, kwa ajili ya matendo yote ya uwezo waliyoyaona wakasema, ndiye mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu huko juu. Baadhi ya mafarisayo walikuwa katika mkutano wakamwambia, Mwalimu, wakataze wanafunzi wako. Akajibu akasema, nawaambia ninyi, wakinyamaza hawa, mawe yatapiga kelele. Neno la Bwana. Kwenye himaya za kale za Kigiriki, mfalme alipokuwa akirudi kwake baada ya safari ndefu, au askari waliporudi kutoka vitani baada ya ushindi walipokelewa kwa kupungiwa matawi ya mitende na matawi mengine kutandazwa chini walikopita, kama ishara ya furaha, wakienzi na kupongeza ujasiri wao, uvumilivu wao, ushujaa wao na ushindi wao. Matawi ya mtende huonekana pia yameshikwa na watakatifu katika picha zao kuonesha dhana hiyo hiyo. Mzaburi anaimba akisema, mwenye haki atastawi kama mtende. Zaburi ya tisini na mbili aya kumi na mbili hadi kumi na nne Mtende hukuwa hustawi na kuzaa matunda yake, yaani tende, kwa kuvumilia katika mazingira magumu ya ukame na jangwa. Leo wanafunzi wanamshangilia Yesu wakati akiingia Yerusalemu, kwa kumpungia matawi ya mtende na kutandaza nguo zao chini alikopita. Bila shaka wao walikuwa na picha ya shujaa mwana wa Daudi, anayeingia mjini kwa baba yake mfalme Daudi, kuwakomboa kisiasa na kuwarejeshea enzi za amani za mfalme Daudi dhidi ya maadui zao, hasa kwa wakati huo wa Rumi. Lakini Yesu anaingia Yerusalemu kutukomboa katika utumwa wa dhambi na mauti kwa njia mateso, kifo na ufuko wake kama alivyotabiri yeye mwenyewe: Tazameni tunapanda kwenda Yerusalemu, na huko mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu wa makuhani na waandishi, atateswa na kuuawa, lakini siku ya tatu atafufuka katika wafu. Injili ya Mathayo sura ya 20 aya ya 19. Anaingia akiwa amepanda mwanapunda kuonesha unyenyekevu na amani, akijitofautisha na wafalme na maaskari wa kipindi hicho waliopanda farasi wa vita, akitimiliza utabiri wa nabii Zakaria akisema, "Tazama mfalme wako anakuja kwako mpole, naye amepanda punda." kitabu cha nabii Zakaria sura ya 9 aya 9. Leo tumesikia simulizi ya mateso ya Bwana na kifo cha Bwana katika Dominika hii ya matawi, ili kutuingiza vizuri katika juma hili kuu, ambamo ndani yake tutaadhimisha fumbo la mateso, kifo na ufuko wa Bwana. Leo basi tumshangilie kwa shukrani Kristo Bwana wetu ambaye kwa ujasiri mkubwa anaingia Yerusalemu kama kondoo wa kuchinjwa kujitoa sadaka kwa ajili yangu mimi na wewe. Tuenzi tendo hilo kwa upendo mkubwa kwa shukrani, na kila mmoja wetu amwaidie Bwana wetu kuwa ataandamana naye kwa ujasiri huo huo katika wajibu wake kwa Mungu na kwa umma, ndiyo misalaba yetu ya maisha hadi siku ile tutakapoifikisha salama Karvali, na tumwahidie pia kuacha maisha ya dhambi, kwani tumejifunza ukubwa wa deni la dhambi zetu kwa mateso na kifo cha Kristo, ili siku moja kwa neema yake tustahili kuingia Yerusalemu ya milele mbinguni, tukiwa tu washindi na matawi yetu mikononi.